kabisa ambao wana ndinga au wana michezo ya Kichafua TV huwa wanakusanyika pamoja kuweza kuchambua zile mechi ambazo zinahitajika kuchambuliwa. Lakini leo tutagusa kumtazama RS Berkane ambaye ndiye mpinzani wa Simba sahihi kabisa kuelekea mchezo wa fainali. Niko na Kuksi alikadhalika, niko na mio ambao tutaangazia kiundani kuijua RS Berkane baada ya kuchukua ubingwa kule kwao, nini kimetokea? Karibuni sana wachambuzi wangu jioni, jisikieni, mko kwenye Kichafua TV, asante sana karibu Mio, tunaangazia sasa kuangalia kiundani kabisa RS Belkane ambaye anakwenda kukutana na Simba. Vipi sasa mnamuonaje? Nikianza na Mio, ni mpinzani wa namna gani ambaye unafikiria ataleta changamoto kubwa zaidi ya Simba? unafikiri mchezo huu utakuwaje? Mio, karibu sana. Aa, ni mchezo mzuri lakini pia ni mchezo mgumu. Hii ni fainali na fainali unaweza ka apply kinamna yake eh, haendi mtu kinyonge kwao. Ni mchezo ambao naotazama zaidi, RS Belkane atakuwa nyumbani ataanza mchezo uh, wa kwanza kisha atakwenda kumaliza uh, ugenini ambapo ni hapa nyumbani Tanzania. Kwa hiyo unatazama zaidi kwa historia ya timu ya RS Berkane, kile ambacho ameweza kukifanya kikubwa zaidi kwenye michoano ya CAF, kwa maana kwamba akiweza kubeba mara mbili na wameingia fainali mara nne, kwa maana kwamba kwa wakati huu iko hewani kwenda kutua kule, kwenda kucheza dhidi ya RS Berkane kwanza, kwanza ni mpinzani ambaye si bora kiasi hicho akikutana na Simba mara kadhaa na ukumbuke nyakati za nyuma hapo Simba amekuwa akimfunga RS Berkane. Kwa hiyo kufika mpaka kwenye hatua ya fainali kwenye michuano hii ya shirikisho barani Afrika si haba, ni kwamba amepita katika vigongo vigum, vigumu vigumu hivi mpaka anakwenda katika hatua ya fainali. Hata ukimtazama Simba mwenyewe amepita milima na mabonde. Kwa hiyo ni moja kati ya mechi ambayo itakuwa nzuri sana. Umeniuliza swali moja hasa, nikirejea kwenye swali lako, ni mchezo wa aina gani RS Berkane atauonesha akiwa katika uwanja wake wa Morocco? Kwanza RS Barkane atahitaji kupata magoli mengi, maana ya kwamba mindset za wachezaji wote, kocha wake, benchi la ufundi kiujumla, watakwenda kucheza samba ya kisasa, nikiwa na maana ya kwamba watakuwa na mfumo wa kushambulia zaidi. Na kwenye football tunazungumza vitu viwili tu, speed to attack, speed to possess. Mga... to speed to possess ndio unawapa Simba tahadhari gani ambapo watakuwa ugenini pale Moroko zidi ya RS Berkane, wacheze vipi? Kuna dakika 45 za kipindi cha kwanza. Ah, tahadhari ni kubwa kwa sababu ukienda Moroko lazima uweze kujihami, ndio ambayo inambeba zaidi. Kwa hiyo Simba lazima ingia na tahadhari kwenda kulinda zaidi uh, huu mchezo maana kwamba walau asiruhusu kupoteza kwa mabao mengi ama aweze kupata sare ama kuweza kushinda. Kwa hiyo si mchezaji gani ambaye unafikiri labda mwalimu wa Simba anaweza kumuanzisha katika safu ya ushambuliaji? Ukimwangalia yuko mtari ambaye amewaka sana katika wiki hili na amefunga magoli mengi, unatoa nafasi gani kwa mfumo na taratibu ambazo unaziona za Simba, ni nani anatakiwa kuanza katika mchezo wa awali? Ah, unajua lazima uende na consistent performance katika game ambazo umecheza hizi tatu za Premier League NBC Tanzania bara, obviously lazima utazungumza wachezaji wawili katika eneo la ushambuliaji utazungumza Mutare ambaye ameassist jana mara mbili, lakini utamzungumza Mukwala ambaye naye pia ameweza kufunga magoli mawili. Lakini pia substitution ya mtu ambaye anatokea benchi ni hatari sana, hatari mno, ambaye azungumzwi Kidi Sawala <laughs> kwa hiyo unaweza nikasema kwamba moja kati ya watu ambao wakuchungwa sana katika mchezo wa Simba ni Kidi Sawala, japokuwa Mutare mara kadhaa amekuwa akiatia benchi. Lakini mwingine ambaye ataangaziwa sana katika eneo la mbele ni Kibbenis, nguvu zake, power ya kuweza kulazimisha timu pinzani kuingia mpaka katika eneo la penalty box. Sasa watajikuta wakifanya mazambi katika eneo lao na kusababisha mkoaji wa penalty. Alikadhalika Simba wakinufaika na mkoaji wa penalty. Kwa hiyo obvious Simba jinsi wanavyocheza combination yao teamwork, kwa ujumla, na chema kwa ujumla naaa rejea kwenye kikosi, unaweza ukasema kabisa kwamba Simba hii ya sasa inakuja kumaliza mchezo wake Dar es Salaam. Alamaliza Alamaliza mchezo wake Dar es Salaam tukiwa na iba labda kidogo tu, unawaambia nini Simba tahadhari gani unawapa, unapokuwa wako nyumbani pale Moroko, ukitia nawe maneno yako kidogo, hata moja au mawili? Karibu sana Ibra, amejitokeza hivi punde jamani, tunamkaribisha Ibra. Karibu utie neno. Nashukuru sana Mr Ando, binafsi kwa upande wa Simba, nina imani kubwa sana na mwalimu Fadlu Davis kwa sababu Performance ya mchezo na namna ambavyo amefikisha Simba kwenye hatua ya hivi sasa ni mafanikio makubwa. Kwa imani ambayo nimeendelea kumwamini, nafikiri bado ataendelea kunionyesha kwamba ana nini cha kuionyesha dunia, ana nini cha kuionyesha Afrika, ana nini cha kuwaonyesha viongozi wa Simba wa ajili wake hawa. Kikubwa ambacho naendelea kukisisitiza kwake ni namna ambavyo anaendelea ku, uh, kutengeneza kikosi imara. Nashukuru sana ndio anaambia kutengeneza kikosi imara mechi kabla ya mechi. Ukileta utabiri wenu katika mchezo wa kwanza tukianza na Mio. Unafikiri magoli yatakuwa ni mangapi? Kwa haraka haraka tu tunamaliza. Ah, uh, naona sare ya kufungana. Coach, huko hapa na wewe mtaribiri, ambaye ulitabiri finali za kombe la dunia. Karibu <laughs> nao nini mimi kuna Asante 2 no, wakiweza kushinda wenyeji. Wa Ibra, nini unasema? Nampa nafasi kubwa sana Simba ya kushinda mbili moja. Nashukuru sana, ulikuwa ni uchambuzi hii. Ni Kichafue TV tukiangazia mchezo kati ya Simba na Lesebekani ambapo Simba anasafiri kuelekea Moroko kuanza kampeni yake ya mchezo wa kwanza. Karibu, naendelea kutusikiliza kila mara, tutakuletea uchambuzi na kuangalia wachezaji gani ambayo utakuwa ni hatari zaidi katika mchezo huo.